Anasema ombeni, nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Alafu kuna mahali pengine anaandika anasema, nanyi mkiniomba neno lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Bwana rakapoda, babo. Alafu kuna mahali anaandika anasema, na huo ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba sawasawa sawa na mapenzi ya yeye yeah, yeah, anatusikia, rakabaradabasaidabakaya e Bwana, tumeitikia wito huu, tumeitikia wito huu, tumeitikia wito huu, wito huu unaoitwa maombi, wito huu unaoitwa kuomba. Na ndio maana mwombaji, ambaye uko hapa, mwombaji kwa mwomba njia ya mitandao ya kijamii enda sana kuomba. Kuna siri ya ajabu sana kwenye eneo hili la maombi yaani unaweza ukawa hapa ukamwomba Mungu kwa mambo unayotaka yatokee Marekani yakatokea wakati wewe uko hapa. Yaani unaombea hapa, halafu vitu vinatokea mbeya. unaombea hapa hapa halafu halafu vitu vitu vinatokea vinatokea Tanga. Wewe huoni kama hii ni sayansi ya ajabu sana? Yaani bila wewe kufika, yaani bila wewe kusafiri, haihitaji yaani ya wewe uende. Kinachohitajika ni wewe kuyapeleka maombi kwa Baba ambaye huwa anaenda badala yetu ambaye hu anaenda kwa niaba yetu. Hii ni sayansi ya kutisha. Hii sayansi ya darasani haipatikani. Sayansi ya kukaa hapa ukaamuru mambo ya Mwanza na yakatii. Yani upo Dar es salaam unaamuru vitu tanga na vinati. Yani upo Dar es salaam unaamuru vitu Kanada na vinati, kwa sauti ya mwombaji anayeombea akiwa Dar es salaam. Ni sayansi ya ajabu hii, ni sayansi ya kutisha rakadadabashaka rokadadabashika, endelea kuomba mtu wa Bwana, na ninakutia moyo pia mtu wa mtandaoni unayefuatilia maombi haya kule Facebook pamoja na YouTube. Ipo nemba ya ajabu rakabadababo, anatoa, anatoa maelekezo ya namna ambavyo anaweza akashuka. Rakapo anasema namkiniomba kanitafuta kwa mioyo yenu yote, nitasikia toka mbinguni. raka poa. E Bwana, tunakuomba na tunakutafuta kwa mioyo yetu yote. raka pori ya babo, endelea kufungua kinywa shujaa wa Bwana, fungua kinywa shujaa wa Bwana. Hakikisha kinywa kina nena, hakikisha usiombe kimoyomoyo. Nimekuwa nikiwafundisha mara zote kwenye maombi ya pamoja, usiombe kimoyomoyo. Kuna tofauti ya maombi yako binafsi na maombi ambayo unaomba na timu. Tunapokuwa kwenye maombi kama haya, hakikisha kinywa kinatamka. Rakaparabo anaandika na sema, uzima na mauti vyote vimefungwa kwenye ulimi wa mwanadamu. Yani ulimi wako unaweza ukatamka uzima na uzima ukatokea. Ulimi wako unaweza ukatamka mauti na mauti ikatokea. Rakapoli harababo, hacha niutumie ulimi wangu

kuna mambo anayoandika kwenye kitabu cha Injili ya Matayo sura ya saba kuanzia ule mstari wa kumi anakuendelea pale, anasema ni baba gani ambaye mwana wake anaweza akaomba mkate alafu baba akampa jiwe? Anaendelea tena anasema hivi, ni baba gani mzuri ambaye mtoto wake anaweza akaomba samaki alafu yeye akampa nyoka? rapapoa Alafu anarudisha tena swali kwetu, anasema, kama wovu, hawa baba waovu, hawa baba waovu wasionijua mimi wanaweza wakawapa watoto wao vipawa vilivyo vyema, si zaidi sana kwa mimi baba yenu, si zaidi sana kwa mimi Mungu wenu, kwa ninyi wanangu, mtakaponiomba lazima nifanye. Baba hatoi nyoka, anatamani usiku wa leo akupe samaki yeye, yeah, hatoi nyoka, anatamani usiku wa leo akupe samaki hilo hitaji lako ni samaki hilo hitaji lako sio nyoka hilo hitaji lako ni samaki jamani baba huyu baba atoi jiwe baba anatoa mkate unapomwomba mkate baba huwa anatupa mkate raka polya mkate unaweza ukawa ni hatima yako mkate unaweza ukawa ni huduma yako mkate unaweza ukawa ni uamsho na utaka raboria anasema, hawaovu wanatoa vipawa vyema, mimi baba yenu ni zaidi, mimi baba yenu ni zaidi. Naweza nikatoa zaidi ya vile dunia inatoa. Ragado bada ragado bada, nampenda baba, nampenda baba. Kuna mahali anaandika anasema, mnaponijia, mnaponijia yeye yeah, yeah. Apendezwi na watu wanaomwendea kwa kusitasita, watu wenye nia mbili. Anawapenda watu ambao wamenyoka, wanaamini yeye yupo na uwapa thawabu hao wanaomtafuta. Anasema yoyote aniendeaye, yoyote anitafutaye lazima aamini ya kwamba mimi nipo na ninawapa thawabu hawa wanaonitafuta napenda napenda napenda vile Bwana anajifunua kwetu. Napenda napenda napenda vile Mungu anajifunua kwetu kweto raga boza gai sadada bakala boa. Unaona jiwe au unaona mkate? Unaona samaki au unaona nyoka? Yeye yeah, atoi nyoka atoi nyoka rade bezidi sadana badebezina sadana makalama ebama anautaka mkate anautaka mkate anautaka mkate. Wewe utoi mawe, wewe utoi mawe. Anayaacha mawe anachukua mkate. Wewe utoi nyoka, anaacha nyoka anachukua samaki mkufu ulionipa mimi, mimi anasema tunalia aba yani baba tunalia aba yani baba unaelewa maana ya baba ya baba ni chanzo cha kila kitu unaelewa maana ya baba ya baba ni mlinzi unaelewa maana ya baba ya baba anajali rigigiapo na baba huyu ni zaidi ya baba yako mzazi baba huyu ni zaidi ya mwanaume yote Baba huyu hafanani na mwanaume anaitwa Peter Mahenge, hafanani na mume wako, hata kama alikuwa mwema namna gani. Baba huyu ana viwango vya mpali sana. egadiapo e baba e baba we e baba we iyo gatoa anabakaya olima na mahia aliboliandogo ziadi alagalyanda bazidi arabarererebalikiri atoi samaki atoi nyoka anatoa samaki arababo mi naiona samaki anaiona samaki anaiona samaki. Samaki inaweza ikawa ni hatima yako. Samaki inaweza ikawa ni viwango fulani ambavyo unavitaka. Samaki inaweza ikawa ni umbali fulani unaoutaka. rababo rababo rababo ragato yadebapo ya ile kitabu cha Injili ya Luka, ile sura ya kumi na nane anaanza mstari wa kwanza, anawaambia imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Halafu anaenda pale, anasema kulikuwa kuna kadhi dhalimu, dhalimu, mdiane, huyu kadhi dhalimu alimzulumu mama mjane haki yake, lakini yule mama mjane akawa anamwendeendea huyu hakimu ili aweze kumpa haki yake baada ya yule hakimu akasema, huyu mama asije akanichosha, anakunijia daima, acha nimpe haki yake. Ona Yesu anavyomaliza kwenye mstari wa sita wa saba na wa nane. Ule mstari wa sita anasema, kama yule kadhi dhalimu aliweza kumpa haki yake yule mama, anasema si zaidi sana kwa ninyi watoto wangu mnaonililia mchana na usiku, anasema nitawapa upesi, walakini atakapoikuta imani raga poya ragapoya. E Baba, sina mashaka yaani, ninapoomba sikuwekei mipaka. Yesu, sikuwekei mipaka hata kidogo. Ninapoomba na kuomba mzima mzima, maana najua unasikia, najua unafanya. Umeniambia mwenyewe ya kwamba nikwite nawe utaniitikia na kunionyesha mambo makubwa magumu nisiyo ya jua. Kuna mambo siyajui, ila wewe unaweza kunijulisha. Kuna mambo ni makubwa, siamini kama yaga poya kwa akili na kataa, lakini kwa jicho la roho na kuamini sana ragado yagado ragadoyagadi shagadebedeebaii shagaebeegetii

Kalada, unaweza ukaendelea tu kuomba hapo, mtu wa Mungu. rapatebdbld rababktbebetabebkdb Biblia inasema ya kwamba huyu mwanaume alikuwa na tabia moja na sisi, lakini Elia aliomba kwa bidii. Elia aliomba kwa bidii, miaka mitatu na miezi sita mvua ikanyesha. Makate rademaktedebe klab. Ni ukweli ambao upo wazi ya kwamba hauwezi ukaomba kama utakuwa na njaa na Mungu. Hawezi ukaomba kama utakuwa na njaa na Mungu -teli -baka -teli -baka. Baba, ni maombi yangu usiku wa leo. E Baba, tubatize tena na njaa wana, tubatize tena na kiu wana, Tubalize tena na njaa Yesu aeleteaama Elia kaomba tena. Elia kaomba tena. Aliomba wakati akiwa na machungu. Aliomba wakati akiwa na furaha. Aliomba wakati wote. Hadi kama aiamaila yote, Elia aliomba

watamwona Bwana. Hakuna namna utakutana na Mungu aliye hai e kama utakuwa na njia ratopeletedibakaya radeketelebahanta rakotabebeanam rapeketededeka makana radomaada makana ma. Mpenda ufungua sauti so, yako hapo ulipo naona Mungu anakubatiza tena kwa njia tena radomak aimahuske pelede ya mahanta. Ni kweli tumeona wazee wetu wa imani Wakitembea na Mungu mwingi, Tanzania, tumeona kina Moses Kolola wakitembea na Mungu mwingi, Tanzania, lakini leo hatujaona yale matendo makuu ya Mungu kwa sababu hatuna njaa na Mungu. Rademo kutele bahanta. Yesu, tunakuita usiku wa leo, wewe ambaye ulikuwa na njaa zaidi ya watu wote. Yesu, tubatize tena na njaa leo imaka na magutanimaka

Makana makana na, e Baba tulisha ile mambo ambayo ulimlisha ulimlisha Elia Elia Elia Elia Elia, Baba tulisha kile chakula ambacho ambacho ulimlisha Elia. Elia aliomba, man tukupeletea maanta Yesu tulisha tena tena ulimpa nini Elia ambacho sisi hujatupa Bwana. Ulimpa nini nini Bwana Bwana sisi hujatupa Yesu. Baba tubatiza tena kwa kwa kwa njia njia ya Bwana. Kuna imbe naimba kwa kawaida kawaida, unaimbaji tunaimba kwa kawaida, kwa sababu hatuna njia ya kumwona Mungu katika kizazi chetu hichi. Yesu, tumekuja mahali hapa tuombe. Tuumbie tena mioyo ya njaa, tuumbie tena mioyo ya njaa. rato pete telepa rate peke tedede kedeba ratu makana makana ma rado kopele tana ma. Wakati unafungua kinywa chako, Biblia nasema ya kwamba fungua kinywa chako, nami nitakujaza roho. Baba anakujaza tena njaa hapo. unamtu mtu utatoka kwenye hii ibada utaanza kuwa na faraga zako binafsi. unamtu mtu utatoka kwenye hii ibada utaanza kuwa na mifungo yako binafsi. raduma kadede kedeba kadada moja wa ishara ambayo kwamba upo mzima rohoni ni ile njaa ya kumtaka Mungu, ni ile kiu ya kumtaka Mungu. Kama una njaa ya kumtaka Mungu, na kuambia ndugu yangu, sikutii roho umekufa kiroho. Ratuma kana makadada. Rato pelete de bekana ma. Biblia inasema wewe, ambaye tukikuomba kwa neno lolote utafanya, Yesu, tuombe tena mzigo tena mahali hapa, tuombe mzigo wa kuomba wasafa

Njaa ni kama hela njani, kama fedha katika ulimwengu wa kiroho. Kuna mambo uweze kununua, kuna mambo uweze kuyapata, kuna mafuta uweze kuyapata, kuna viongo uweze kuvipata kutoka kwa Mungu e, kama hutakuwa na njia, mtu wa Mungu, repetolia mahanta sheleketele bakanaba ratopeletedia ratoko peleta eba katalaba. Ni kweli Yesu amesema ya kwamba mtafanya mambo mengi zaidi ya yale aliyofanya, lakini kama hutakuwa na njia, hakuna hata kimoja utakifanya kwa sababu huna njia ya kumtafuta Mungu. huma kapele dia maanta. Yesu, tumekusanyika mahali hapa. Yesu, tumekusanyika mahali hapa, tupe tena njaa Bwana, tupe tena njaa Yesu, tupe tena njaa Bwana. Hatuna neno wengine ya kuambia, kama vile Daudi anasema ya, ya kwamba neno moja tu nalitaka kwa Bwana Baba, neno moja tu nalitaka usiku wa leo Baba, niumbie njaa, usinipe vingine vyote, nipe njaa ya kuomba. nipe njaa na uwepo wako Yesu, nipe

tunasikia wazee wa imani wengi katika kizazi chetu cha Tanzania, tunasikia wazee wazee, ni kweli Bwana umetembea nao sana, Bwana umetembea nao sana. Bwana, Biblia inasema ya kwamba vijana tumepewa nguvu e ya kumshinda yule shetani mpendwa. Utakutana na hiyo nguvu ya Mungu e, kama utakuwa na njaa, lazima ulipe gharama ya kutembea na Mungu, lazima ulipe gharama ya kuwa na njaa ili ukutane na huyu Mungu. Unahitajika uwe na njaa, uwe na njaa, mwenye moyo safi heli wale wenye kiu na haki, wenye kiu ya njaa ya haki nao watamwona Bwana. Biblia inasema ya kwamba kila mwenye kiu, kila mwenye kiu naaje kwangu anywe, kila mwenye kiu naaje kwangu anywe, kila mwenye kiu naaje kwangu anywe, na hilo ni neno la Bwana.